Bali kwanza ni mktasar wake. Darasa Tarangire katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Arusha, wamepongezwa kwa uwasilishaji mzuri katika somo la upigaji wa picha. Watu wanne wamekamatwa wakihusishwa na mlipuko uliotokea katika mgodi wa makaa ya mawe huko Soma nchini Uturuki uliochukua maisha ya wachimbaji migodi 301 na katika habari za michezo na burudani Taifa Stars yapata ushindi mwembamba wa umoja dhidi ya Zimbabwe katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Mimi ni Nuru ipo virus naanza habari za kitaifa. Mimi ni Nuru ipo virus naanza habari za kitaifa. Darasa la Tarangire katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Arusha wamepongezwa kwa uwasilishaji bora katika somo la upigaji wa picha. Kwa maelezo zaidi tujiunge na mwandishi wetu. Darasa la Tarangire katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Arusha, limewasilisha somo la upigaji picha kama sehemu ya mafunzo kwa vitendo. camera. Utaratibu mzuri uliopangwa na darasa hilo uliwezesha kuwapa nafasi kila mmoja wao kuwasilisha kile ambacho amejifunza, lakini pia nafasi kuwapa nafasi wanafunzi wengine kuuliza maswali. Swali langu la kwa dada, ninauliza hivi, ikiwa kwamba umetoelezea kazi za mwandishi wa habari, mpiga picha, tunaomba za, naomba uniambie au nitofautishie unani baada ya uwasilishaji mzuri wa somo hilo, baadhi ya wanafunzi na wakufunzi wanapongezwa na darasa hao kwa ushirikiano mzuri walioonyesha, huku kila mtu akiwa amefanya kazi yake ipasavyo. Kutoka jijini Arusha, mimi ni Azizi Mwinuka wa AJTC TV. Wanafunzi katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Arusha AJTC wametakiwa kuwa na umakini katika mazoezi ya vitendo. Tujiunge na mwanahabari kwa maelezo zaidi. Wanafunzi katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Arusha AJTC wametakiwa kuwa na umakini mkubwa pindi wawapo katika mazoezi ya vitendo chuoni hapo. Hayo yamebainishwa na mkufunzi mmojawapo chuoni hapo, Mr. Onesmo Eliambise, wakati akifanya hitimisho la mazoezi kwa vitendo siku ya Ijumaa, wakati ambapo darasa la Tarangire likiwa katika zamu ya kuwasilisha somo la upigaji wa picha wakatumia fursa hii ya presentation ili waweze kujifunza, badala yake waache kuchati kwa kutumia simu, mitandao sio ya Facebook na nini, waweze kushirikiana na wenzao kwa kile ambacho wanakifanya hapa, ili mwisho wa siku mwalimu anapokuja darasani ama anapoenda sehemu nyingine, weza kukutana maswali ambayo yanaulizwa hapa hapa, kwamba hiki kimekuaje. Mr. Onesmo Elia alimalizia kwa kuwasihi wanafunzi kuwa na nidhamu pindi wapo katika chuo hicho hata nje ya chuo hicho kutoka Arusha Hope Sylvester. Huo ndio mwisho wa taarifa habari za kitaifa. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Watu wanne wamekamatwa wakihusishwa na mlipuko uliotokea katika mgodo wa makaa ya mawe huko Soma nchini Uturuki uliochukua zaidi ya maisha ya wachimbaji mia tatu na moja lilolipuka mji wa Kano kaskazini mwa Nigeria limewaua watu watano na kuwajeruhi wengine wengi. Kwa habari zaidi huyo kwa Janet Siso kwa maelezo zaidi. Na katika habari za kimataifa tunaanzia Nigeria. Bom lililolipuka mji wa Kano kaskazini mwa Nigeria limewaua lime watu watano na kuwajeruhi wengine wengi. Shambulio hilo limefanywa katika eneo linaloaminiwa kuwa na waumini wengi zaidi wa dini ya Kikristo ambao wamekuwa wakilengwa mara nyingi na wapiganaji wa Boko Haram. Eneo, eneo lililoathirika zaidi ni Sabon Gari ambapo watu wengi walikuwa kwenye migahawa ya vileo na kwenye barabara. Na katika gari lililokuwa na bomu ilibakia injini pekee. Wakati huo huo, zoezi la kutafuta wasichana wa shule waliotekwa na kikundi hicho cha Boko Haram likiendelea huku mataifa mbalimbali yakisaidia nchi ya Nigeria kupitia kampeni ya Bring Back Our Girls. Na hatimaye Uturuki Watu wanne wamekamatwa wakihusishwa na mlipuko uliotokea katika mgodi wa makaa ya mawe uko Soma nchini Uturuki uliochukua maisha ya wachimba mgodi mia tatu na moja. Kwa mujibu wa shirika la habari la Uturuki, wamewataja waliokamatwa ni meneja wa mgodi huo Akin Serki na mainjinia Yasini Erdagon na Ertan Ersoy na wakuu wa ulinzi wa mgodi huo Yasini Kurnaz. Utafutaji wa waathirika wa moto huo ulitokea Jumanne ulisitishwa Jumamosi, huku mamlaka zikiamini zimeshaokoa watu wote waliokuwepo ndani ya, wali ya mgodi huo. Japo zoezi la utafutaji wa waathirika limesitishwa, lakini waandamanaji wameendelea kumlaumu waziri mkuu Recep Tayyip Erdogan kutoonyesha juhudi za kutosha kukabiliana na janga hilo. Namu mpenzi mtazamaji, kabla kwenda mbele kwa habari za michezo na burudani upate pumziko fupi, nikirejea katika habari za michezo ushindi wa bao moja dhidi ya Zimbabwe katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Huyu hapa ni Raja Sultan Kibakaya na habari kamili. Mchezo ulofanyika katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam uliochezeshwa na refa Joseph Odete Lamtei Mtei aliyesaidiwa na Malid Alidu Salifu na David Lalaia wote wa Ghana. Hadi mapumziko, Taifa Stars walikuwa wakifaa mbele kwa, kwa bao moja kwa sifuri. Bao hilo lililofungwa na mshambuliaji wa Azam FC John Boko Adebayo mnamo dakika ya 13 akiunganisha kwa gula la kushoto cross maridadi ya mshambuliaji wa TP Mazembe DRC Thomas Ulimwengu. Kocha wa Tanzania Mholandi Martin Noj, baada ya mchezo huo, alisema kwamba vijana wake wamecheza vizuri, lakini wangeweza kupata mabao zaidi kama wangetumia vizuri nafasi zilizotengenezwa. Kwa upande wake, kocha mzalendo wa Zimbabwe bwana Ian Goroa alisema vijana wake walicheza vizuri, lakini walikosa bahati ya kupata mabao licha ya kutengeneza nafasi tatu za wazi. Mchezo huo unatarajiwa kurudiwa mnamo tarehe mosi Juni jijini Harare, Zimbabwe. Homa ya pambano kubwa kuwahi kutokea katika historia ya Uingereza yazidi kupamba naye, Helen Mbambale kwa habari kamili. Mpambano huo utakawakutanisha adabu ya masumbwi nchini Uingereza, kati ya Carl Froch al maarufu za Kobra dhidi ya George Groves al maarufu za Santi au Mtakatifu. Pambano hilo linatayariwa na tambo kutoka pande zote mbili, huku kila upande kijitapa kumshinda mwenzie. Inategemea kuwa kubwa kwa sababu miamba wote yana viwango vya juu katika mchezo huo. Takribani mashabiki elfu themanini wanatarajiwa kuhudhuria pambano hilo, idadi ambayo ni mara mbili zaidi ya mashabiki yaliyohudhuria mechi kati ya Liverpool na Chelsea. Pambano hilo linatarajiwa kupigwa Mei 31 ikiwa ni marudiano ya pambano la kwanza ambapo kali Fresh alimpiga George Gross kwa knockout. Je, Kali Fresh ataendeleza ubabe kwa George Gross au George Gross atavunja utepe? Jibu la swali hilo ni katika uwanja wa Wembley Mei 31 mwaka huu huko London lndn Uingereza. Kabla ya kutimisha taarifa habari kutoka AJTC TV. Darasa watarangire katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji ya ucha wamepongezwa kwa uwasilishaji mzuri katika somo lamijaji wa, wa picha. Watu wanne wamekamatwa wakihusishwa na mlipuko uliotokea katika mgodi wa makaa ya mawe huko Soma nchini Uturuki uliochukua maisha ya wachimbaji migodi ya tatu na moja. Na katika habari za michezo na burudani Taifa Stars yapata ushindi wa mwembamba jijini Zimbabwe katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Mimi ni Fenus. Naanza na habari za kitaifa.